Na hakuacha jambo lolote isipokuwa ametoa mafunzo na maelekezo, alayhi salatu wasalam, likiwemo jambo la aladabu almutaalliqu bilqiyami min annaum, zile taratibu na mafunzo yake yanayohusiana na kuamka na nini mtu afanye anapoamka. Bila shaka zamani walitumia sana maji yaliyo ndani ya chombo ndio mafunzo kama haya tunayoona leo yanafanya kazi zaidi katika maji hayo yaliyo ndani ya vyombo kama vile ndoo na mfano wake. Lakini leo pengine, mmoja wetu anatawadha katika mfereji, ina maana ya kwamba hukumu hii tutayoitaja hapa itakuwa hii mhusu, lakini kwa yule ambaye anatumia chombo halafu mkono wake ndo ikawa kichoteo anatumia mkono anachota maji ili anawe uso, anachota maji kwa mkono ili aoshe mikono kwa ajili ya udhu wake. Mtu kama huyu ambaye anatumia chombo ambacho ndani yake kuna maji, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kampa mafunzo katika hadithi ya abi hureira, mtume anasema: idha stayqadha ahadukum min nawmihi, anapo amka mmoja wenu kutoka katika usingizi wake, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhuih, aoshe mkono wake kabla kuuingiza katika maji yake ya kutawadha. Fa inna ahadakum la yadiri aina batat yadu, kwani mmoja wenu hajui mkono wake umelala wapi usiku huo, mkono dienda ukagusa sehemu gani, mmoja wenu hajui hilo, kwa sababu akilala hajijui kwa hiyo kwa vile inawezekana mkono umeenda kugusa sehemu zilizokuwa si nzuri, hazina usafi, basi mtu asiutie mkono wake katika chombo chenye maji ya kutawadhia mpaka auoshe kwanza. Riwaya ya Muslim imetaja idadi za kuosha ziwe ni tatu, idha staiqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Haya ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, na kwamba kumbe mkono inapendelewa uoshwe kwanza, na pia unaweza ukashika mkono huu visivyokuwa vizuri, visivyokuwa na usafi au sehemu za siri ikawa mtu sasa mkono wake amegusa sehemu za siri na akawa amebeba harufu mbaya kwenye mkono au hata baadhi ya najisi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akatoa mafunzo hayo, asio asiutie mtu mkono ndani ya chombo mpaka uoshe tena mara tatu. Akina ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi ye kachukua ujumla wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio Shafi tu, na wanavioni wengi wakasema, kila aliyetoka usingizini aoshe mikono mara tatu nje ya chombo, alafu tena ndo aruhusike kuutumia mkono ule kwa kuchota yale maji bila kuyadhuru ya kuyadhuru yale maji. Alimamu Ahmad ibn Hanbali ye akaona hapana, huu ni usingizi wa usiku tu, sio kila usingizi. Hukumu hii inahusu usingizi wa usiku na hoja yake neno albaituta. Albaituta ni neno linalomaanisha usiku, kwa sababu Mtume kasema, mmoja wenu hajui aina batati ya duhu mkono wake umelala wapi, na albaituta ni neno linalotumika kwa ajili ya usiku zaidi. Lakini takavyokuwa, mwislamu bora achukue ukamilifu mafunzo aliyoyataja wanavyoni, na kwamba hata anapotoka katika usingizi wa mchana, basi asitie mkono kwenye chombo chenye maji mpaka uoshe. Hilo ni la kwanza mtume kalifundisha kwa aliyeamka. La pili, nalo ni kubwa sana, mtume anasema idha staikadha ahadukum min manamihi, anapo amka mmoja wenu kutoka katika usingizi wake falyanthur thalatha marrat, afanye kama kupenga mara tatu. fa inna shaytana yabitu ala khayashimihi, kwani shaytan analala ala khayashimihi, katika tundu za pua za mtu. Kwa kumbe unapoamka tu ufanye kama unayepenga pua yako mara tatu ili kumwondosha shaytan Yawezekana ikawa sheitani analala katika pua ya yule ambaye hakuisoma Ayatul Kursi usiku, sababu hadithi imekuja mtu akisoma Ayatul Kursi hakurubiwi na sheitan. Na wengine wakasema hata huyo aliosoma Ayatul Kursi yawezekana ikawa anaingia kwenye hadithi hii ya kwamba sheitani analala kwenye pua yake, na kwamba kaishia puani, kashindwa kufika moyoni kwa sababu bwana akasoma Ayatul Kursi na hata hapo puani tusimwachie adui huyu, tumwondoe, ili kuyaweka mbali madhara yake. Ndio ikaja hiyo hadithi kutufunza kwamba mtu anatakiwa afanye kama anapenga, ili aondoe ile shari ambayo inasababishwa na sheitani. Tunamwomba Allah atutie baraka na tupe faida katika tuliyosikia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.